Ebwana, karibu hapa tuzungumze michezo na burudani. Mimi mbele yangu niko na Mchome Mapovu. Tumekuja kupiga story mbili tatu, mambo mbalimbali yanayokuwa mbali yakihusiana na, ya na michezo na burudani. Unajua ni kitu gani ambacho leo tumekuja kukiangazia, kuwa nami sako tubako mwanzo mpaka tamati, utaelewa ni kitu gani ambacho nimejipanga hii leo kuja kuzungumza na Mchome Mapovu. Ebwana, uko poa? Bwana kama unavyoniona na, na, nazidi kuleta wanaita revolution E, yani mimi nakuja kuleta mabadiliko mm -hmm. kwenye mpira unajua, kwenye mpira wa Tanzania imezoeleka wasemaji ndo wana haki ya kuvaa tai, wasemaji ndio wenye haki ya kuvaa tai lakini okay. tangu nimekuja mimi nimekuja kuwaonyesha kwamba hata mashabiki mm -hmm. una uwezo wa kuvaa suti mm -hmm. na tai na ukaojiwa na mwandishi freshi na ukaflow na maisha yakaenda. Kwa hiyo tai ni kwa mtu yoyote anayejitambua mm -hmm na anayejiheshimu. Unajua zamani mashabiki itakiwa mwehu, zamani <laughs> ujichole chole ujipake pake uvae vitu vya ajabu, uvae makopo makopo. Lakini sasa hivi tangu tumekuja sisi wasomi tumebadili ule mfumo, na ndio maana wale mashabiki wa zamani wengi wamebaki Simba Sports Club. Wehu wana mifumo ya wehu, na ndio maana Simba kupigwa faini Uh, kufungiwa fungiwa ni sehemu ya maisha kwa sababu ya aina ya mashabiki waliobaki mm. Yani wameshindwa kuendana na mfumo mm, na dunia ya sasa inataka nini? Uh, dunia ya sasa inataka maoni mengi kuliko vitendo uh. Sasa wale wana vitendo vingi kuliko maneno uh, ya kwa hiyo kazi ishakuwa ngumu e bwana, mimi nataka nianzie hapa, mm, pasina shaka, sehemu utakapochagua wewe ndipo ambako mimi nitakapoanzia. Sawa, kuna A kavu na kuna A plus. Unataka nianzie wapi? A plane na A plus. Hiyo ngumu. Tuanzie A plus. Bwana mashabiki mjue kwamba Mchome ameichagua A plus. Tafsiri ya neno A plus, Mm. Tafsiri yake ni simple tu. Ni Yanga. Kwenye neno Yanga kuna A mbili. Kwenye okay, neno Simba kuna A hey moja na nimechagua kilicho bora, sijakosea sana. Kilicho bora nini? Unasema umechagua kilicho bora? Kwanza nimechagua miongoni mwa timu pendwa Tanzania mm. timu yenye mashabiki wengi yeah. robo tatu ya Watanzania mm. ni mashabiki wa Young Africans mm. robo tatu katika wale watu milioni sitini mm. basi milioni kama 45 hivi ni Young Africans. Kwa hiyo, kwa hiyo nimechagua kuwafurahisha mm. robo tatu ya Watanzania kwa hiyo mm. nimechagua kitu bora e, bwana, watu wanazungumza mengi, kila mmoja anazungumza mengi mm. baada ya sare dhidi ya Mbeya City mashabiki wengine kwa upande wa pili wanajitokeza na kusema ya kwamba hiki ambacho kimefanywa na Young Africans ndiyo kama wanaona anguko kubwa linalokuja dhidi yao. Ah, kwanza mfumo umegoma <laughs> Tuambia mfumo umetiki, mfumo umegoma. Unajua mashabiki ukiwasikiliza wanahoja umegoma, umegoma. Yani, e, yani, washabiki ukiwasikiliza wanahoja, ukiwasikiliza viongozi wanahoja, ukiwasikiliza wachambuzi wanahoja, kikubwa ni kuchanganya na akili yako uh -huh. Lakini mimi naangalia uh, mfumo wa uh -huh. Yanga Yanga walikuwa wanacheza mfumo fulani ambao unaitwa gegen pressing, eh? gegen pressing. Uh -huh. Yaani ni mfumo fulani mpinzani unamkabia juu Yni, Yanga anapopoteza anapoteza mpira, basi utaona wale viungo wao uh, washambuliaji mafoadi wote wanakabia kule kule mpila ulikopotea, mm. Lakini unaona Yanga ya sasa hivi ikipoteza mpira inaruhuswa hadi mpinzani anamchungulia diala, mm. Kwahiyo sasa ile mifumo mana mgoa mifumo <laughs> wakocha huu umegoma. Kwa hiyo sasa, mm. wananchi wanahoja ya msingi wasikilizwe ya wanaposema labda kocha tunaona aendani na timu wasikilizwe, kwa sababu Yanga ina kila kila kitu. Naweza nikasema ni miongoni mwa timu ambayo imekamilika bora, mm. Ina uongozi bora haya, ina benchi la ufundi bora, ina ina wachezaji bora. Sasa wai ikose matokeo ndo wapo wanajenga hoja, lakini pia kwa sisi ambao tunajua mpira sasa uh, tuwafungue tu mawazo kwamba katika mpira wa miguu haya matokeo yapo mm. na haya matokeo hayazuii timu kuwa bingwa yapo yataendelea kuwepo na yapo ilimadi tu, Yanga washasema kwamba tunapopata alama zetu tunapajua. Sasa wananchi nyewe mna pressure gani? na nyewe mnaamini sema ambako wanapopata alama ni dhidi wa ya watani wao ya, kwa sababu amekuwa na consistency ya kutufunga mara kwa mara back to back. Unajua Yanga kwanza vianza kutufunga, hajatupumzisha <laughs> yani kama samaki anakula huko, anageuza, anakula mkia, anamaliza, anakula mfupa, anakula kichwa. Unajua juzi anasema anapiga kichwa, amepiga kweli. sasa Kiukweli mm. Uh, inabidi tu tuwaheshimu mm. Kusare au kufungwa. mm. Kiukweli sidhani kama kuna msimu ambao Yanga aliwahi kumaliza bila hayo matokeo. mm. Bila kusare au kufungwa. mm. Na siamini kama huo msimu uliwahi kutokea, labda mimi nilikuwa sijazaliwa. mm. Lakini kwanza mimi Mchome nimezaliwa, nimepata akili, nimeona misimu yote. mm. Yanga anasare, Yanga anafungwa. mm. Kwa hiyo kusare ni se, tena kuna kuna baadhi ya misimu uh, mechi ya kwanza tu ana sare wanafungwa na I think kuna msimu shwe kutokea mechi ya kwanza Yanga kafungwa. Mm. Lakini msimu unaisha Yanga bingwa. Msimu unaisha, Yanga bingwa kwa sababu sana sehemu ya kupata alama. Mm. Yeah. Ni kweli bwana Young Africans walicheza chini ya kiwango katika mchezo huu. Ah, unajua iko hivi, Yanga siku ile hajacheza chini ya kiwango. Mm. Tusimdharau na mpinzani aliyekuwa naye. Mm. Yanga alicheza vizuri, lakini mm. pili ah uh, mazingira yalikuwa yanahusu da Young Africans kucheza. Unajua kuna, kuna, kuna mifumo ambao watu wanashindwa kuielewa, mm. Always sisi Simba Sports Club kile kiwanja tunacheza tunapata matokeo. Kile cha soko hili, unajua ni kwa nini sisi hatuangaikaji masuala ya pasi, masuala ya kumfungua mtu, mm. Sisi tunaangaika na penati na hata set pieces, mm. ya yeah. Sasa kiwanja kama kile unapata matokeo kwa sababu kama unaishi kwa penati na faulo sasa kwani usipate matokeo? Kwa sababu Simba ukiangalia, ni taifa, magoli yetu ndio hayo, wanafunga mabeki Awa. Eh, set pieces itokee kona, itokee foul nje ya box ya Ahoua mm. apige, itokee penalti mm. hafanyaji makosa kitokea penalti. Kama una beti mm. weti hata milioni, utanishukuru. Ahoua hajawahi kukosa penalti kwanza amekuja Bongo. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani tuna wachezaji ambao kwenye viwanja kama vile wana flow vizuri mm. tu, lakini kweli kocha hafai vile mashabiki ambao wanaimba au wale mashabiki ni kama mashabiki uchwara wamehimizwa tu kwa upande wa pili kwa ajili ya kufanya kile ambacho walikifanya siku ile siku ya mchezo. Ah, unajua wale mashabiki nikwambie kitu kimoja, ile pale inaitwa long term causes kwa sisi ambao tuliosoma, kuna short time causes, na kuna long-time causes. sasa ile ni long-term causes. kwa sababu gani kipindi hao wachambuzi wa Simba wanaanza kumsema Roman Fozi ya hafai wachambuzi wa Simba. Mimi niliwashtua wananchi mm -hmm. Nikamwambia, jamani, ili swala msilifumbie macho, hao wachambuzi wanawamezesha sumu mm -hmm, mashabiki zenu mm -hmm. Kwa sababu unavotoka, unaanza kocha ameshinda vizuri mm -hmm, goli tatu fresh unatoka kocha anasema na kiwango kidogo mm -hmm. Hao wanawamezesha watu sumu mm -hmm. Madhara yake yataonekana pale ambapo Simba akipata sare mm -hmm, au et, no madhara yake yataonekana pale ambapo Yanga akipata sare au Yanga akifungwa mm. Ndio utaona madhara ya hizi mbegu wanazozipandikiza hawa waandishi. Unajua, Yanga nao wamekuwa waungwana sana kwa waandishi mm. wamekuwa waungwana sana kwa wachambuzi mm. Simba sisi tunagombana nao, tunawapelekea barua za wito mahakamani kila kukicha eh? barua hizi eh. tunawaandikia sana wanaitwa wa, wa, wa, wa polisi wanaitwa mahakamani wanaitwa si wapi eh, kuwatisha ili wasipandikize hizi mbegu, sababu hizi mbegu ni za muda mrefu mm. Simba sisi tumeshinda dhidi ya Gaborone goli moja mm. Ugenini, Ugenini wale wachambuzi walikuja wakasema Simba amekutana na mpinzani mgumu mm. amekutana na bingwa wa nchi mm. Sijui unanielewa mm. Yanga ameshinda kule goli tatu tukaambiwa kwamba Yanga amekutana na mpinzani mwepesi mm. lakini Yanga imecheza mm. vibaya mm. Tumerudi Bongo tumesare Simba, ah, yes, Simba tumesare moja moja. Umenelewa vizuri. So. Mchambuzi anakuambia eh, Simba huyo alikacheza vizuri kapambana mpinzani alikuwa mgumu. Lakini ukiangalia mpira ule uliochezwa na Simba. Mm. Unasema jamani hivi kweli? Okay. Lakini ukija ukisikia mambo ya ya ya ya, ya, ya, ya Roman Foz tutaambia Roman Foz kacheza vibaya. Mm. Timu yake haija flow vizuri. Wamepandikiza zile mbegu, zile mbegu sasa mm. zimechipua mbea. Uh -huh. Ni sumu. Zile ni sumu mule pale mm. Katika zile shango palikuwa kuna mashabiki wa Simba wengi uh -uh. Sasa walikuwa wanaimba zile nyimbo ni mashabiki wa Yanga hmm. Zile nyimbo tumtaki kocha zimeimbwa robo tatu, walioimba ni mashabiki wa Simba, walikuwa wajavaa jezi. Sasa kwa nini wanaimba wakati sio momenti zao? Ah, ah, brother, amani ya Yanga inatutesa sisi Msimbazi <laughs> kaka, hey. Ile migongano, timu ikianza kuwa na migongano, ndo timu inapoanza kupoteza Sio unanielewa. Unaona hizi misunderstanding tunazozitengeneza mashabiki wa Simba kwa Yanga. Yeah. Yanga pale vikao wanagongana vichwa. Wakishaanza kugongana vichwa timu inaanza kupoteza focus tayari. Mm -hmm. Viongozi wanaanza kupoteza focus mm -hmm. ya mashindano. Pale ndo tunapopenya. Sio unanielewa. Yeah. Kosa wale ambao walikuwa wanaimba vile. So mashabiki wa Yanga originale. Ah, ah, kuna wengi. Tena kuna kuna washikaji zangu kama wawili mi nawajua ni Simba katika ile katika ile timu. Eh, Simba wale. Ukihesabu pale mashabiki wa Yanga walikuwa wamevaa jezi hata watatu au wanne wafiki. Kwa hiyo ni chuza maboya kwa upande wa Yanga. Eh, hey, wakona unajua kibongo bongo zo kaanzisha ugomvi, hmm, si ndio? Au unachocheza. Unachocheza. Alafu unaweka pembeni unaacha watu wanamalizana. Kwa sababu zile stories zilikuwa zinaendelea mitandaoni. Hey. Ukiona moto kama ule umewaka, lazima hata mashabiki na Yanga na wewe unapata moto. Kwa wale walikuwa wanachochea zile vurugu, sio mashabiki wa Simba, sio mashabiki wa Yanga. Ni mashabiki wa Simba nusu Simba robo Yanga. Eh bwana, mm. mm. Tuzungumze mchezo wa ambao Simba amecheza dhidi ya klabu ya soka ya Namungo Football Club, tuwame huko kwa upande wa Yanga, tuje sasa kwenye a, vipi, mnasemaje performance ya timu? Ah, performance ya timu, timu imecheza vizuri kutokana na huruma ya Juma Mgunda. Kama mtu hujui mpira huwezi kumwelewa. Mgunda alichokifanya jana katusaidia kiasi gani, kama haujui mpira huwezi kuelewa kwa sababu, ukiangalia Mgunda dakika thelathini za mwanzo alicheza na, na, na low block, yani alikabia Simba chini, akafunga akawaambia, sikilizeni tutashambulia kwa counter, nyezuyeni brother, kuna mpira hata ulipiga on target? hata moja. Sasa Mgunda baada ya kuona kwamba tayari ishu shakuwa ngumu, anaisaidiaje? Simba sports Club. Mm -hmm. Akaamua afunguke si unanelewa? akafungua turbo. Yeah. Sasa ukifungua turbo kwa timu kama ya Simba unataka kupishana nayo na wewe ni timu ndogo, lazima akuadhibu kwa sababu tayari kuna pressure ya refali pale anaitia kwa wachezaji, kwa sababu ukifunguka, ina maana timu inaanza kukimbia, ni rahisi kucheza faulo. Mm -hmm. Ni rahisi kufanya makosa nje ya boxi. Mm -hmm. Na refali tayari ana uwezo wa kuitia pressure timu. Sio unanielewa? mm. ukapoteza. Kwa hiyo mimi naelewa kwamba alichokifanya Mgunda ni kitu gani, mm. lakini pili tumpongeze mm. Selemani Matola mm. e, kafanya kazi unajua brother, yeah. mpira ni mchezo wa hadharani yeah. kama timu ingekuwa ni hohe hahe mm. na Mungu angefunguka, yeah. refa akatia pressure, na matokeo asingepatikana, tumeona mechi nyingi mm. tu brother. Eh, timu zinafunguka mm. refa akatia pressure na bado matokeo yanakuwa magumu mm. kupatikana Sijui unanielewa. Kwa hiyo mi nimpongeze Selemani Matola hmm. kwa kazi ngumu na bora aliyoifanya kwa kweli ya kuchagua kikosi, maana kupanga kikosi nako kazi <laughs> hey, kupanga kikosi wewe <laughs> ukipewa we, we, Simba ile uiongoze hauwezi kuifikisha kwenye nchi hadi wanayotaka, wala wachezaji siwawezi. <laughs> tutagombana leo kesho, mimi kama Ahmed Moroko, si wawezi <laughs> <laughs> wale si wawezi wale, hawafundishiki, kwa sababu ukiangalia Matola ilibidi sasa awe anafanya sabu, alafu anatoka anatudanganya hii timu ina energy. Kama timu ina energy kwani unafanya sabu dakika ya 50, wachezaji washachoka, mpaka hata half time wa kurudi. mm. <laughs> <laughs> Emeda alisema kwamba ile timu haina umoja. Wanahitaji fitness. <laughs> E, fitness iko chini yake ifundisha. Na ni kocha wa timu ya taifa. Sasa kwani hajaona hicho kitu? Miko wale team singeweza. Akili nani, unamwona kabisa. Sema, ni Matola kapambana nao kapata alama tatu dhidi ya kocha wake mkuu Juma Ankari Mgunda. Eh, sababu kocha mkuu wa Matola e. Kwa hiyo nimpongeze sana, anadeserve. Kiwango cha Morris Abraham tuzungumzie, ubora wa kijana. Anazidi kuaminiwa kwenye mechi nyingine ya ligi kuu. Mechi ya kwanza ilikuwa dhidi ya Fountain Gate, mechi ya pili ilikuwa dhidi ya Namungo. Performance anaozidi kuonyesha kile kinapoitwa leo ni taktikali sasa, ni nafasi ya kwake yeye kuonesha kile alichokuwa nacho kwa ajili ya wanasimba ambao wanaimani naye pamoja pia vile vile wanaoamini ya kwamba watawapeleka kwenye nchi ya ahadi. Wanasimba ni mzururaji tu. Morris Abraham mzururaji, yeah. tu. Mwanangu mm. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. yeah. Sikilize bana, sisi umenihoji ndugu mwandishi, yeah. na tunaruhusiwa kutoa maoni yangu yeah. Iko hivi yule bwana mdogo ni mzururaji mm. yaani tachi zake hazina madhara anacheza sana mbali ya box, alisogelei box yeah. Unacheza kwenye sita kwenye nane huko nyuma. hata kama ningekuwa mimi Mchome ningeshaeni au vipi? pasta na vikunja vile yeah. Eh, ndio watu wanaona, kama kama afu kuna mashabiki wa simba wapumbavu kabisa wanaanza kufananisha Luis Mixon na ule bwana mdogo yeah. Mbavu kabisa hapo, ndio niliwavua vyeo nikamini mashabiki wa Simba uh -uh. Kweli wanakula visungula sana. Wewe unamfanishaje Luis Mixon na ule dogo? Brother, bratha hey. Toka kwenye mechi ngumu yani ile mechi hapa. Kipindi Mixon yuko Simba, Yanga alitufunga, back to back. Kipindi Jose Mixon yuko Simba, Yanga alikuwa anafukuta kwa Simba. Kwa sare. Eh, sare, Yanga kitoboa ni sare. hmm. Eh, Simba asmba tunamfunga Yanga. hmm. Hey, kwenye dabi hakucheza bwana mdogo? uh -huh. hmm. Yule bwana mdogo anahitaji viungo dhaifu anahitaji viungo wadhaifu ili aweze kuzurura pale kati, hmm. Sasa wewe, kama timu unakutana, kuna bwana mdogo ameitwa timu ya taifa, nani huyu? Anachezaga hivi hivi hivi, andambwile, unatembelea wapi? ah. Unakutana timu kama ya Singida, yupo Aucho pale kati, yupo Damala Kamara Kamara, Dumaro Kamara yuko pale kati, namba sita, unatembelea viungo <laughs> shoka, unatembelea wapi? Ametembea kwa Fontaine Gate yeah. ametembea kwenye a um, watoto hawa, hawa Namungo yeah. Sasa si timu dhaifu hizo. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wanaosema Mixon amerejea ni kama <laughs> hawaelewi kile anachokizungumza ah, wanaelewa okay. Ha, na kuna moment una unamisi furaha yeah. Kwa ukipata tabu huku ikikufariji fresh kwa sababu mi naangalia kitu kimoja yeah. Yule bwana mdogo yani unaanzaje kumlinganisha na Mixon? Ana goli ngapi? Ana assist sasa unamlinganishaje, anaumani hata of the match asha kuchukua. Sasa ubora wake, ndio maana nakwambiaje mashabiki wa Simba wasimtie pressure, wamwache. iko hivi, Yanga wanatutuzidi hawatii pressure wachezaji wao. unavyoanza kumpa mavyeo makubwa, yule mtoto atavimba kichwa A -a. Mademu wataanza kumtazama wale wachezaji, wanakaa magetoni, unajua ukishaini bongo lazima upate mtoto mkali Iko wapi mpanzu, ah? Iko wapi mpanzu, niambie, we uko wapi mpanzu? Bongo kishaini, kisha mtoto mzee, yaani mtoto mtoto ambaye akinywa maji unaona anapita hapa kwenye koo, huyo hatari huyo. Ukikohoa na kuuliza huyo mpanzu akikohoa <laughs> anauza bebi <baby>, hujaumia hivyo <laughs> vitu wanavipata mastaa eh. Alafu ule bwana mdogo asianze kumtia mdomoni, watu wakaanza kumteki serious mm. Unajua kuna baadhi ya vilabu wanamchukulia kama mtoto mm. Eh. Wanamchukulia mtoto eh. Kwa tukavuanza kumpaisha eh. Wataanza kumteki serious watamuumiza <laughs> eh. Ah, wanakagonga mara mbili tusika bwana mdogo kale eh. Lakini mimi niwaambie tu kitu kimoja, anakuja anakataa anakuja ni mchezaji machachari sana mm. Hana uhatari wowote mm. Kwangu mimi lakini mm. Kwa hiyo tuendelee kumpa muda, tuendelee kumpa nguvu, ataonesha kama ana kitu mm. Yeah. E bwana, vipi kiwango cha Selemani Mwalimu? Goli lake tactically, unaangalia hivi, unaona ni dhahiri shahiri, alicheza kwenye li, uh, kwenye tournament zile za vilabu mm. uh, barani Ulaya ba pamoja na Afrika, Selemani Mwalimu bana kumpamba sana ni sawa na kujisifu na shati la kuazima, kwamba nimependeza, nimependeza, unang'aa. Hey, niletee shati langu, kwa sababu selemani mwalimu uh, yuko pale kwa mkopo, ameenda simba kukuza kiwango, ndio maana halisi ya mkopo, sijui unanielewa. Kwa hiyo tukimpamba sana selemani mwalimu ni kama tunawashtua Wydad kwamba kuna kifaa mmekisahau huku kinauwasha, na nadhani selemani mwalimu malengo ya kujituma na kufanya vizuri, anatamani arudi alikotoka, eh, uh-huh. Hey, kule amekosa namba kwa anawaonyesha kwa babane, sio kwamba nimekosa namba. Kwa hiyo timi, kiwango changu, mkiniamini mimi naweza nikafanya kama kwa anafanya kule. Kwa hiyo pale ni sawa sawa na kwenda kuwezeka, uh, nyumba ya mwenzako mm. Akati kwako kugali kuna vuja mm. Kwa sababu mimi naangalia sema wale ni mchezaji mzuri sana yeah. Na kwenye dirisha hili kwenda dirisha dogo anaweza akatusaidia mm lakini sasa ikafika dirisha dogo. yeah. Wydad wakasema, bana, sikilizeni. yeah. tumeangalia kiwango cha mchezaji wetu. yeah. tumeona nakidhi kucheza hapa. Unafanyaje? unawanyima. yeah. mchezaji wao unakuja Rushen Deroko yule aliyotoa tuzo ya man of the match kumpa yule beki wetu. yeah. amenikera sana. yeah. wewe unampaje beki wa mkopo tuzo? yeah. unampaje beki wa mkopo tuzo? Sikiza nikwambie wale mamelodi apewe nani? apewe nani huyu Joshua Mutare, sasa amecheza vizuri tu kwa sababu unavyompa beki wa mkopo tuzo e, unawashtua wale kama bana, yeye kuna kifaa mmekisahau huku, unawashtua mamelodi e, si mchezaji wao uh -uh. E, kwa sababu jua ukiona mchezaji ametolewa kwa mkopo ina maana kwenye timu hmm, ameshindwa kufiti vizuri kuendana na mfumo wa timu aidha ajakuwa au kiwango chake akijakuwa, sasa unavoashtua, unampa man of the match, unampost. Wale watu wanaanza kumfuatilia, wakimwona mechi kiwango, kweli anafaa kucheza, mamelon wanamchukua sasa. Wakimchukua tunabaki na kalamuka la <laughs> bwa, tunaanza kuangaika utafuta beki mwingine, akati tulikuwa tuna uwezo ah, nangu mtoto mdo mdogo yule tulikuwa tuna uwezo wa kuficha zile zile zile kodi. Tukaenda, ukienda kumpa Joshua Mutale huyu haimbwi eh. lakini mpaka sasa hivi nishapokea message kutoka kwa mashabiki wa mm. South Africa mm. wanaulizia mchezaji wao mm. bwana Mchome, vipi? Anafanya vizuri yeah. mimi najitahidi kuficha ficha, lakini wanamuulizia kwamba tumeona amepewa man of the match mm. mimi kanishtua kwamba mnampaje man of the match mchezaji wa mkopo Dio. yule ni hazina inabidi ifichwe, kwa sababu yule ndo ameibeba Simba sasa hivi mm. yani wale walioibeba Simba ni watu wawili tu Selemani Mwalimu na yule na ni wa mkopo. Yeah. Sio unanielewa? Mm. Eh, hey, kwa hiyo sasa Selemani Mwalimu unaona ameleta ladha mm. ya goli tofauti na yale ambayo tumeyazoea. Mm. Simba tushazoea magoli ya papatu papatu, tushazoea magoli ya ya ya, ya, ya, ya set pieces, mm. tushazoea magoli ya penalti. Mm. Lakini unamwona kiasi gani Selemani Mwalimu amekuja pale ameleta ladha mpya. Mm. Kwa sasa wale wachezaji ni wakufichwa kwa sababu ni wa mkopo. Uh -huh. Ukimuonyesha uh -huh. timu yake za kamtaka inakuwaje tena? Eh, bwana kwa kumalizia na nigongelee nyundo yangu hapo ya mwisho. Mm. Leo asubuhi kila kukicha nilipokuwa nikizunguka mm. kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ninatafuta stories za papa na pale. Bwana mashabiki wengi wanakuambia Rushine the Rock ana goli mbili. Striker wao kule vipi? Kuna hata mwenye goli moja? Yaani wameshaanza kumfananisha beki na striker wa upande wa pili. Wanamuulizia Dudu Washa. Ah, ni sawa kwa sababu wana haki, wana wana wana wana wana wana haki kipindi baka anafunga. Mm. Na sisi tuliulizwa haya maswali watu wa Simba yeah, kwamba captain ana goli kadhaa, Mkwala ana ngapi mm. Hili swali lipo sana Lushen the Rock, kinachoniumiza mimi yeah, ni mchezaji wa mkopo. Kama inawezekana Simba wampe mkataba. Unaweza kununua mchezaji Mamelodi una hela yani? Simba ile inunua mchezaji Mamelodi asubutu, yeah, wamtaki wa wa wa eh? labda wa wamtaki wa avile eneo maema gazeti la jioni wanatuachia <laughs> lakini yule Lushan Ndeloko eh, bwana mdogo hawakupi eh, hauna hela ya kumtoa pale. Wakisema nisikilize eh, X factor si yule pale yuko Azam eh, wametaka bilioni mbili tu point 5 imewezekana. Sasa tunaenda kutoa bilioni nane Mamelodi Mamelodi, mchezaji wanamtaka kumngoa ni nane tano. Sasa bi tano si bajeti ya Simba ya usajili ya miaka miwili, famasi ya msimu miwili eh, bilioni tano famasi. Ala, nini Simba hii sasa viongozi mbona kama wamedhamiria wamedhamiria kinia lakini kimatendo sioni, kwa sababu wewe mm. We nitajie pale mchezaji wa thamani alinunuliwa msimuni nani? mm. alikuwa ni Jonathan Soa mm. na Soa, mheshimiwa, katonea huruma mm. katupa bure, eti eti, nini hatumchezeshi, tunaogopa no, <laughs> tuna, tuna masimango hatumchezeshi Jonathan Soa. Sasa so unamweka benchi Soa, unamchezesha nani? Mukwala? Mukwala na quality ya Jonathan Soa? Mukwala <laughs> Ala, <laughs> ala Jonathan so, mm. eti kisa so akifunga masimango anaenda Simba, tuvumilie mm. ndo hali yetu halisi, na ndo mchezaji wa ghalama tulie naye kwenye kikosi mm. kwa hiyo Lushan de Rock hatuna uwezo mm. wa kumnunua bwana. kwa kifupi tu hapa mm. kuhusiana na ile swala la kocha, zinaonekana mm. picha kwenye mitandao ya kijamii inamhusisha Profesa Nasir Din Nabi kujiunga na Simba, wengine wanaongea yao, kila mmoja anaferi. Na... Nasir Dinabi akija Simba anafeli kwa sababu gani? Yupo Matola pale. Yaani, kinachowafelisha makocha Simba ni wale makocha wazawa wanaobaki pale, wale. Wanatengeneza madaraja wanatengeneza madaraja mwanangu, wa wachezaji. Kwani Matola yeye ana mbinu gani mpya aliyo apply pale pale? Sasa amejifunza kutoka kwa makocha wao. Sasa unajikutana kwamba Matola yuko pale kama nani akati, kocha mpya akija, anakuja na benchi la ufundi lote la kwake anakuja nalo mbana aliweka pale. Matora anakuwa kocha msaidizi kivuli ambaye hashirikiane naye. Kuna kipindi msaidizi afu kivuli. Kuna kipindi li hadi Benchika aliwahi kulalamika kwamba kocha msaidizi anipi ushirikiano. Hmm. Sio unanielewa. Hmm. Ina mata tafsiri yake ni yeye anatamani wa makocha wa feli ili apewe Simba. Hmm. Kwa tayari sasa hivi, Simba anayo mkononi wamwachie. Leseni si anayo. Yeah. Sana deserve kuwa kocha wamwache. Ukileta kocha mpya, kocha atahitaji hata laba wiki ya kusoma tabia za wachezaji mm, atambue nani mkorofi, nani mpole mm, nani mvumilivu, nani anakata tamaa haraka mm, nani ambaye hey, anapokea maelekezo yangu kirahisi mm, nani ambaye anapokea maelekezo yangu kwa kazi, si unaelewa? Mm, atahitaji muda wa kuapply mbinu zake. Muda tunao shehe, muda utoshi. Mm, kama Matola amefiti na ana, -ana qualification wampe timu mm. Mimi hey, mimi naona freshi. Shida ya Simba sio makocha, wachezaji yeah. Shukrani sana Mchome. Pamoja sana.